Kuaga mwili wa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu, Cleopa Msuya imefanyika hapa katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na watu kutoka nje na ndani ya Dar es Salaam. Na mara baada ya kuagwa kwa mwili huu unatarajiwa kusafirishwa hapo kesho kwenda mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya maziko. Watu wa kada mbalimbali wamefika katika ibada ya mazishi ya Cleopa Msuya wakiwemo viongozi wa serikali, vyama vya siasa na wastaafu. Joyce Msuya ni mtoto wa marehemu. Hapa anaeleza anavyomkumbuka baba yake. Alikuwa ametufundisha yeye pamoja na mama ukweli, heshima. Alikasirika sana sana kama akisikia tumetumia jina lake kupata kitu chochote tangu tulivyokuwa watoto. Tunamshukuru hakutupa pesa, alikuwa anasema lazima tuhangaike kujitafutia badala ya kusubiri yeye au mama watutafutie. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi akaeleza anavyomfahamu Cleopa Msuya huku makamu wa Rais Dr. Philip Mpango akikumbusha umuhimu wa kumaliza uandishi wa kitabu cha marehemu kwenye nafasi mbalimbali mbali za uongozi alizowahi kushika zikiwemo za ubunge waziri waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwenye Chama cha Mapinduzi alikuwa muumini mkubwa wa umoja na mshikamano wa Watanzania na muumini wa muungano wetu. Mheshimiwa Cleopa David Msuya ataendelea kuwa katika historia ya Tanzania kama kiongozi wa kipekee aliyeacha alama nzuri. Lakini la pili ninawaomba mkamilishe uandishi wa kitabu cha maisha yake ambacho yeye mwenyewe alinidokeza kuwa kilikuwa karibu kukamilika. Kleopa Msuya amefanya kazi na watu wengi hapa. Waziri mkuu wa zamani John Maleshela akaeleza mazuri aliyoyafanya. Nimejifunza mengi kutoka kwake, nimejifunza mengi kuhusu uongozi, nimejifunza kwake kuhusu nidhamu kazini nimejifunza kwake kuhusu kutanguliza mbele maslahi ya taifa badala ya maslahi ya mtu binafsi. Katika mazungumzo yangu na mzee Warioba, katika mambo aligusia ni uwezo mkubwa wa mzee Msuya. Alielezea jinsi alivyokuwa akijitoa kwa taifa, alielezea ambavyo alichopewa madaraka magumu katika nyakati ngumu. Kwa mfano alipewa waziri mkuu mara tu baada vita ya vita Idi Amini kati ya mwaka 80 na 83, lakini pia alipewa tena mara ya pili waziri mkuu mwaka 1994 na 95, wakati wa mabadiliko makubwa ya uchumi wa nchi yetu. Kwa mujibu wa maelezo ya mzee wa Rioba, mzee Msuya alikuwa na moyo wa kipekee, alikuwa na mawazo mengi ya kujenga, lakini hakuwahi kumkasirikia mwenye mawazo tofauti mwili wa waziri mkuu huyu wa zamani aliyeshika nafasi hiyo kwa mara ya kwanza mwaka 1980 na kisha mwaka 1994 utazikwa jumanne ijayo katika kijiji cha Mchomvu Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Cleopa Msuya ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 94, amejaliwa kuwa na watoto sita na wajukuu. Upendo Michael, Azam News, Dar.